Wekeza Tanzania inaletwa kwako na Azania Benki. Tanzania inatajwa kuwa na uhitaji wa mafuta ya kula kati ya tani laki saba mpaka laki nane na elfu hamsini lakini uwezo wa uzalishaji ni kati ya tani laki mbili na nusu mpaka laki tatu kwa mwaka na kuifanya serikali kutumia zaidi ya shilingi bilioni mia mbili kutoa ruzuku katika uagizaji wa mafuta ya kula kutoka nchi za nje ili kufidia uhitaji uliopo. Na katika kuondokana na changamoto hiyo, wawekezaji wazawa wanaanza jitihada za kuisaidia serikali kukabiliana na changamoto hiyo, na ndio imetufikisha hii leo kama kipindi cha Wekeza Tanzania mpaka mkoani Singida katika kiwanda hiki hapa cha Wide Flower grains and oil mills ambacho kinapatikana hapa Singida, ambacho kinajikita na uzalishaji wa mafuta ya kula kupitia zao la alizeti. Hiki ni kipindi cha Wekeza Tanzania karibu sana ujumuike nami Asheri Thomas, mtangazaji wako kwa, kwa siku hii ya leo, kwa niaba ya mtangazaji wa mara zote Vumilia Mwasha. Makinika na kipindi hiki mpaka tamati yake. Sasa katika kuyazungumza haya, tunaenda kupokelewa na wenyeji wetu katika kiwanda hiki, na ndivyo ambavyo ninakualika sana uwe nasi mpaka tamati ya kipindi hiki. na hapa ndio katika kiwanda chenyewe sasa cha Wildflower Oil ama Green and Oil Mills Company Limited, ambapo hiki ni miongoni mwa viwanda ambavyo vinatajwa kwenda kuwa mkombozi wa uzalishaji wa bidhaa ya mafuta hapa nchini kutokea hapa katika mkoa wa Singida. Sasa nisiyamalize mengi, yupo mwenye kuyanena kiundani kabisa ya kukihusu kiwanda hiki na si mwingine ni uh, meneja uhusiano na habari wa kiwanda hiki ambaye ni yani, Bwana Jamal Juma. Mambo vipi, Jamal? Salama, kwa vizuri kabisa. kabisa. Karibu kabisa sana katika kipindi cha Wekeza Tanzania, mahali ambapo tunawakutanisha Watanzania na fursa mbalimbali mbali za uwekezaji ambazo zinafanyika hapa nchini mwetu Tanzania. Na hii leo tupo hapa katika kiwanda hiki ambacho mnajikita na uzalishaji wa mafuta. Pengine kwa kwanza tu, Bwana Jamal, tumpitishe mtazamaji wetu kwenye Yeah, chimbuko la uwepo wa kiwanda hiki cha Wildflower, Wildflower Grains and Oil Mills Company Limited ni mradi uliosajiliwa TIC mwaka 2022 mm, wenye lengo kuu la kuzalisha mafuta ya alizeti yanayotokana na mbegu zinazozalishwa hapa nchini. Mradi mm -hmm. huu kupitia TIC uliweza kusajiliwa kama mradi wa kimkakati mm -hmm. kwa maana kwamba uweze kuzalisha mafuta ya kula ambayo yatatosheleza uh, upungufu wa mafuta uliopo ndani ya nchi pamoja na nje ya nchi. Wabeba maono wa mradi huu ni kina nani? Ni mtu mmoja, ni, eh, ni kundi la watu kama kampuni eh, wakaisajili hivyo, ama ni familia au ni wabia wako wengi ambao wana eh, walibeba maono na kuja na wazo la mradi huu? mradi huu unatekelezwa na, na wakurugenzi watatu ambao ndio wamiliki wa mradi wa huu ni wazawa wa hapa Tanzania na wamekuwa katika uwanda uh, huu au biashara hii ya mazao kwa muda mrefu takriban miaka zaidi ya ishirini, lakini kwa kupitia kufika mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ndio waliweza kuungana kwa pamoja wao kama wazawa na kuweza kutekeleza mradi huu kupitia kampuni ambayo waliisajili kwa jina la Wildflower Grains and Oil Mills Company Limited mwaka 2022. Kwa hiyo, wana uzoefu mkubwa wa mazao na wamekuwa wakijihusisha na biashara ya mazao kwa muda mrefu, lakini kufika mwaka 2022 ndo waliweza kupata nafasi ya kusajili mradi huu kupitia mm, TIC kupitia kampuni ya Wildflower Grains and Oil Mills Company Limited. Sasa, na kwenye chimbuko lake umetuambia hapa, umeanza tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, uliposajiliwa TIC. uh, mpaka sasa mwaka elfu mbili na ishirini na tano upo katika hatua gani za utekelezaji wake? uh, mradi huu baada ya kusajiliwa mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Uh, umekuwa ukitekelezeka kwa awamu na mpaka hivi sasa tunavyozungumza, mradi huu umekamilika katika ufunguaji wa mashine pamoja na mitambo kwa asilimia 98. Kwa hiyo zimebaki asilimia mbili tu ambazo zimebaki katika ufunguaji wa mashine na na mitambo ili mradi huu uweze kukamilika kwa asilimia mia moja. Mtazamaji wetu hapa anaweza akashuhudia gari zikiwa zinaingia na kutoka na zinashehena, na umesema utekelezaji ni kama asilimia tisini na nane. Kwenye hizi asilimia tisini na, na tisini na nane na zikiwa zimesalia mbili, uzalishaji umeanza au bado? Na hizi gari tunaziona zikiwa zinafanya nini, au ndio sehemu ya ufungaji wa mitambo na vifaa mbalimbali hapa? Uh, shughuli inayoendelea katika mradi huu ni ufunguaji wa mitambo ambayo imebakia katika asilimia mbili, lakini asilimia 98 kama nilivyosema tayari imeshakamilika na teknolojia hii ambayo imefungwa hapa uh, tumeitoa nchini India. Kwa hiyo uh, wataalamu kutoka India walikuja kwa ajili ya kufunga hapa. Kwa hiyo kabla ya kutukabidhi katika asilimia 100, tuna tunafanya tuna, tuna, tuna majaribio katika sehemu zetu za uzalishaji kuhakikisha kwamba kuanzia mwanzo wa uzalishaji mpaka mwisho wa uzalishaji uh, miradi mi mashine zake pamoja na mitambo inafanya uh, kazi yake katika ufanisi ambao tulikuwa tunatarajia. Kwa hiyo magari ambayo unayaona hapa yanaweza kawa ni kani, magari uh, vifaa ambavyo vimekuja kumalizia mradi huu au uh, malighafi ambazo zinatumika katika ku, ku, kufanya majaribio ya mitambo ambayo imefungwa katika mradi huu na kwa maana hiyo majaribio hayo, Bwana Jamal, uzalishaji wa mafuta umeshaanza kwa ngazi hiyo ya majaribio. Katika upande wa, wa mafuta tume, tumefanikiwa kwa kasim, asilimia 98, kama ambavyo, nime zungumza nikisema asilimia 98, mm, na maanisha kuanzia mwanzo wa mradi mpaka kupata ile, kuanzia mwanzo wa kupokea malighafi uh, uchakataji pamoja na ufungaji. Kwa hiyo mitambo yote hiyo katika hizo sehemu imeshafungwa na tumeshaanza majaribio ya kupata ile, ile final product au ile bidhaa ambayo tunaitarajia tuna na imekuwa na matumaini kwetu katika, ile ubo, katika ubora ambao na, unakuwa unapatikana. Kwa hiyo tuna matumaini kwamba asilimia hiyo mbili a tutaimaliza hivi punde na tutaweza kuanzisha mradi huu rasmi. na kabla hujaondoka na uh, tumalizane kabisa Jamal, jambo la msingi la mwisho kabisa natamani uniambie uh, soko la uh, kwenu ninyi ambalo mmelilenga pengine wa? mnaanzisha uh, kiwanda hiki mmelenga kulifikia soko lipi hasa? Ni la ndani peke yake ama na la nje vilevile? Uh, mradi huu uh, utekelezaji wake utakapoanza, soko kubwa ambalo tunalilenga ni soko la ndani pamoja na nje. Kwa hiyo pale ambapo tutaweza ku, ku, kukava ile gap ya uhaba wa mafuta ambayo iliyoko hapa ndani, basi kile kitakachosalia tunaweza tukauza au tukatazamia tuka, tuka tuka pia masoko ya nje ya nje mradi huu utaangalia soko la ndani pamoja na nje ya nchi. mm -hmm. Kila la heri sana kwenye utekelezaji wa mpango huo kabambe kabisa, mtazamaji wa Wekeza Tanzania. Alikuwa ni meneja uhusiano na masoko wa e, kampuni hii ya Wild Flower ambao ni wazalishaji wa mafuta ya kula ama mafuta ya kupikia kutokea hapa mkoani Singida ambao e, wamejit vilivyo, eh, ama kindakindaki kuhakikisha kwamba changamoto ile ya mafuta basi wao wanaenda kuwa sehemu ya utatuzi wa kudumu wa changamoto Moto hiyo ya mafuta ya kupikia hapa nchini Tanzania. Hii ni Wekeza Tanzania, tunapewa tafu kubwa kweli kweli na benki yako ya kizalendo Azania Benki, ambayo kwa kweli inakuhimiza sana kuchangamkia fursa ilizo nazo eh, ikiwemo eh, masuala ya kiuwekezaji, kwamba je, wewe ni mwekezaji ama unataraji kwa mwekezaji na unadhani kwenye eneo lako hilo ambao unataka kwenda kuwekeza changamoto ni mtaji, basi wao wanasema wapo tayari, na ni njia rahisi ambazo unaweza kuwafikia na ni kwa kupitia tu eh, ambao ni kampeni yao mahususi kabisa ya kuhakikisha wewe kama mteja wao, basi wanakufikia kiwepesi kupitia simu yako ya kiganjani, mambo yanakuwa ni mepesi, mama rahisi hivyo. Hii ni Wekeza Tanzania, bado tupo tukikidurusu kiwanda hiki cha Wildlife, uh, Grain and Oil Mills cha hapa mkoani Singida. Endelea kusalia nasi, na hii bado ni Wekeza Tanzania baada ya kusikia kutoka kwa meneja mkuu wa kiwanda hiki ambaye ni Musa Mkumbwa, na sasa zungumza na afisa uajiri wa kiwanda hiki ambaye ni Bi Josephine Charles Peter. Yeye anaenda kutupitisha kwenye maswala yanayohusu ustawi, lakini eh, namna ambavyo waajiriwa wa kiwanda hiki wanatumika na pasina shaka kuneemeka na uwepo wa kiwanda hiki cha uh, Wildflower Grains and Oil Mills Company Limited hapa mkoani Singida. Josephine, mambo vipi? Mambo poa. hali yako? Salama. na kuona upo timamu? Kiupepo kidogo lakini hautetereki. Eh, tuambie kuhusu eh, kiwanda hiki ni namna gani kimetoa fursa kwa wanasingida wanaokizunguka hiki kiwanda, mmeweza kuajiri mpaka sasa, kwa sababu bado uzalishaji ule wa moja kwa moja haujaanza kama ambavyo tumeambiwa yeah. Lakini mpaka sasa mmeajiri watu wangapi, na matarajio pengine ni kuajiri watu wangapi? Matarajio ya kiwanda chetu ni kuwa na ajira zaidi ya 400. Lakini mpaka sasa tuna ajira 189. Kati ya ajira hizo ajira rasmi ni tisini na moja na themanini na tisa ni ajira ambazo sio rasmi. Na kwenye hizo ajira ulizozitaja mia moja, na themanini mpaka sasa, na malengo ikiwa ni zaidi ya ajira mia nne, wazawa ni wangapi kati ya hizi ajira ambazo eh, mnajielekeza kwamba mtazitoa ama kuwanufaisha? Eh, wanaofanya kazi kwenye hiki kiwanda wote ni wazawa. Wote ni wazawa. K kazi kubwa sana, na kwenye eneo hili tumezungumza hapo awali na eh, meneja mkuu ametuambia Uh, namna ambavyo teknolojia ni ya kisasa lakini zana na mitambo uh, inayotumika hapa vile vile ni ya kisasa. Wanaoiendesha ni wazawa vile vile, kwenye hizo ajira ama ni watu kutoka nje? Wazawa, lakini pia tuna matarajio ya kuwa na watu kutoka nje mm, kama sita hivi. Mlifanikiwaje kuwapata hawa watu ambao wanaweza kuendesha teknolojia hizi za kisasa zilizopo uh, hapa kwa sasa. Tuko kwenye mchakato wa kuwapata hawa watu kwa ajili ya kuendesha b tukon mm, na kwa ujumla wake like, sasa. Kwenye hizi ajira ambazo mpaka hivi sasa zipo mia moja uh, themanini ambazo umezisema, kazi zikiwa zinaendelea, ni kwa namna gani mnazingatia ustawi wao unakuwa eh, ni kipaumbele, pamoja na kwamba wanafanya kazi za uzalishaji eh, wana lakini na wao vilevile wanufaike kupitia kiwanda. Ndio, kwa ajili ya kwa jamii kwa ujumla mm. Kwanza kiwanda hiki kimetoa ma vizimba vya maji nje pale, kwa hiyo wazao wa eneo hili wote wanapata ma, maji bure mm. Hilo ni kwenye eneo la mradi kuwanufaisha wanajamii wanaokizunguka hiki jamiu. Kiwanda jamiu. Lakini nilikuwa nazungumzia kwenye eneo la hawa wafanyakazi ambao wako hapa pengine kwenye ustawi wao, kwa maana ya usalama, ni kwa namna gani mnazingatia usalama wao wanapokuwa humu ndani, lakini maslahi yao vile vile kwamba wanafanya kazi, mwisho siku wanataraji ujira ama mshahara, ni kwa namna gani hivi vitu ni kipaumbele kwa kiwanda? Vitu vyote vimesimamiwa kwa mujibu wa sheria za ajira na mahusiano kazini, kwa hiyo watu wote wanaofanya kazi kwa ndani hapa wote wanalipwa, hamna mtu ambaye halipo mshahara. Kwa hiyo watu wote tunazingatia sheria, zinatuguide kwamba watu wote tulionao tutakuwa sasa nakushukuru sana Josephine. Ni Josephine Charles Peter huyu ambaye ni afisa uajiri wa kiwanda hiki cha Wildflower uh, Grains and Oil Mills uh, Company Limited cha hapa mkoani Singida ambapo wao ni wazalishaji wa bidhaa muhimu kabisa eh, katika masuala mazima ya eh, maakuli, kwamba popote pale eh, kwenye mnyororo mzima wa uzalishaji wa vyakula iwe ni kwenye chakula cha nyumbani, viwandani, kina mama lishe, kwenye kuzalisha eh, chakula, lakini popote pale ambapo eh, mafuta yanahusika, basi na wao eh, kwa kiasi kikubwa wamejidhatiti eh, kuhakikisha kwa kwamba mafuta yanayozalishwa kwa wingi eh, yanatokana na kiwanda hiki ah, kilichopo hapa mkoani Singida lakini wanaofanya kazi sasa na wao ustawi wao lakini maslahi yao yanazingatiwa vilivyo pamoja na usalama. Nikushukuru sana kwa mara nyingine Josephine na sasa uh, unaweza ukaendelea na ratiba nyingine katika kiwanda hiki wakati na sisi tukiendelea kukidurusu kupita hapa na pale kukutana na watu wengine kwa ajili ya kukupitisha wewe mtazamaji wa we kipindi hiki chako pendwa kabisa cha Wekeza Tanzania kukuonesha namna wazawa walivyoamua kufanya mapinduzi makubwa kwenye eneo hili la uzalishaji wa mafuta ya kupikia hapa nchini. Hii ni Tanzania, endelea kuwa nasi na mimi ni Asher Thomas. Siku moja nikiwa njiani nilipata ujumbe wa kufanya malipo, nilichanganyikiwa. Kimtindo nikadaka boda chap mpaka kuelekea benki. Ehe, benki sikuwa peke yangu tena, time ilisonga kinyama. Kitaambo, kubuka, na tayari kitambo walikuwa wameshafunga. Ndipo nilipokumbuka kumbe nina mkombozi chap, nikawasha app ya Azania Bank nikafanya malipo na kulipa bili zangu zote. Cha kushangaza wote walihitaji kufahamu. Hata kwako pia ni rahisi sana. Ingia kwenye app au mtandao wa Azania internet banking, bonyeza menu, nenda GePG payment, ingiza control number, kisha bonyeza verify, chagua akaunti ya kulipia na kiasi, bonyeza pay, kamilisha muamala. Azania digital benki, kapopote. Kipindi cha Wekeza Tanzania, mtazamaji, baada ya kuwa tumemsikia uh, Jamal Juma ambaye ni meneja uhusiano na masoko wa kiwanda hiki, na sasa anapata wasaa wa kwenda kuzungumza na meneja mkuu wa kiwanda hiki ambaye yeye ndo atatupitisha sasa kwenye mtazamo wa jumla wa kuhusu uwekezaji wa kiwanda hiki. Bwana uh, Musa, yeye ndiye ambaye uh, ni mwekezaji uh, kwa maana ya msimamizi wa mradi huu wa wekezaji hapa nchini Tanzania. Musa Mkumbwa, habari yako bwana Mkumbwa? Hongereni sana kwa tukio kubwa ama uwekezaji mkubwa wa na namna hii. Asante sana. Karibu sana katika kipindi hiki cha wekeza Tanzania, mahali ambapo ni jukwaa uh, kama sio fursa kwa Watanzania kujionea makubwa yanayofanywa hapa nchini kwenye eneo la uwekezaji, kwa maana ya uwekezaji ambao unafanywa kama ni raia wa kigeni wanaowekeza nchini ama raia wazawa uh, ama wawekezaji wazawa kama huu mradi mkubwa na aina yake, ambapo mabilioni ya fedha basi na shaka yamewekezwa hapa. Hongereni sana asante sana na pengine sasa, kwa kwanza, ninaona hapa e, mitambo inaonekana kweli kwelikweli, ni pasi na shaka, hii ni ya kisasa. Tungetamani kwa kwanza utuambie teknolojia mnayoitumia japo bado hamjaanza uzalishaji moja kwa moja, lakini ni teknolojia ya namna gani mnaitumia kwenye uzalishaji na mnatarajia pengine tija ije kutokea kulingana na uwekezaji ambao mmeofanya? Teknolojia hii tumeichukua kutoka India, uh, lakini hii tunaita kwa kifupi kabisa ni edible oil refined planti ambayo tunatumia kwa ajili ya kusafisha mafuta kuhakikisha kwamba mlaji wetu wa mwisho anapata kitu kilicho bora kabisa chenye, chenye, chenye, chenye, chenye, chenye ladha na uhalisia anaotaka kabisa. mm -hmm. Eh. Na hii teknolojia ni kwamba eh, kutoka India ni ninyi mliifuata ama walikuja hapa wakafungasha hivi vifaa eh, kwa maana ya mitambo na zana zenyewe hmm. Ama mlituma vijana wakajifunze kule ndio wakaja eh, kufanya uwekezaji ama ufungaji eh, wa mifumo hii ambayo tunaiona hapa. Kwanza kabisa tulifanya tuli, tuli, tuli utafiti wenyewe hmm. Baada ya kujiridhisha tulienda tukakagua, tukafanya utafiti then tukatafuta watu ambao walikuwa wanaweza kutuelekeza zaidi kuhusiana na teknolojia hii ambayo tumetumia hivi sasa. Baadaye tukaja tukaamua kuwekeza kwenye teknolojia hii unayoiona ya kusafisha mafuta ambayo ndo wanaona hapa. Lakini mitambo hii ni kuhakikishia kwamba tuli, tuli, tulifanya kila kitu tulikileta hapa tukakifungia hapa. Kwa hiyo assembling yote imefanyika hapa hapa Singida. Na waliofanya hiyo assembling ni nani? Kwa maana ya ufungaji sasa. Waliotuuzia mtambo huu ndio mm -hmm, walifanya teknolojia hiyo, lakini ambacho tulichokifanya, tulifanya kitu kimoja kinaitwa uh, mm -hmm, tulihakikisha kwamba wale walikuwa wanafunga tuliwa attach na vijana wetu wa kizawa wa hapa hapa ambao walitakiwa wawe na jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba wanapata skills ya kutokana na mtambo huu ambao tumeufunga, na kwa sasa tunajivunia hilo kwa sababu mtambo huu unaendeshwa na vijana wa kizawa kabisa ongereni sana kwa kulifanikisha hilo hmm. Ni Musa Mkumbwa, meneja mkuu wa kiwanda hiki cha uh, Wild Flower uh, Grains and Oil Mills Company Limited, cha hapa mkoani Singida, akitupitisha kwenye usuli wa namna ambavyo wamewekeza kwenye teknolojia za kisasa na tija sasa ambao wanaitarajia, na sasa wakati tunaelekea uh, huko juu, katupitishe tukashuhudie hmm, zaidi teknolojia yenyewe ilivyo. Hmm. Hizi mashine ambazo umezitaja kabisa kwamba ni teknolojia ya kisasa, zana na mitambo yenyewe ya kisasa kweli kweli kweli. Hmm. Gani ilionao kwenye kuchakata mbegu ili tupate mafuta, kwa siku nazungumzia. Uh, kwa siku tuna uwezo wa kuchakata kuanzia tani 250 ndio uwezo wa mashine hii ambayo tulionayo kwa sasa ambao ni wastani wa kupata gari za tani 30 30 kwa siku natakuwa nipate sio chini ya gari nane mpaka kumi. Mm. Na mna uwezo wa kupata? Kwa sasa hatuwezi kupata. Kwa sababu tumepata changamoto kidogo ya kupata malighafi kutokana na, na, na, na mazingira yenyewe. Kwanza kuna mabadiliko ya hali ya hewa lakini pia <clears throat> changamoto nyingine ambayo tumekuwa tukiipata ni malighafi hizo. Wananchi wamekuwa hawana mwamko kwenye, ku, kwenye, kwenye kuzalisha, lakini pia nitoe shukrani za dhati kabisa uh, kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu tumeona serikali yake inavyoweka jitihada kuhakikisha kwa kwamba zao la alizeti linakuwa, lakini pia zao la alizeti linakuwa zao la kibiashara hii imetupa mwamko mkubwa lakini pia kwa kuongezea hapo, Wizara ya Kilimo uh, kwa mwaka ulioisha wa msimu 2024 2025 ambao ndo sasa wakulima wanavuna, tuliona serikali ilikuwa inatoa mbegu, lakini mwaka wa nyuma yake tena 2023, serikali pia ilitoa mbegu uh, kama ruzuku kwa wakulima kuhakikisha kwamba zao hili linalimwa kwa weledi kabisa, lakini pia tumeona pia maafisa ugani wameanza kuongezwa ambao wanatoa tija kuwasaidia hawa wakulima kuhakikisha kwamba zao hili linakua na tunapata mavuno ya kutosha. Mm, hiyo ni kwa upande wa Wizara ya Kilimo kama ulivyohitaja mm. Lakini tunajua vile vile kuna taasisi nyingine mtambuka kama uh, TIC kituo cha uwekezaji mm. Kilipoona mradi mkubwa kama huu, mlipoenda kuusajili mm. Ni kwa namna gani walikuja kuchangamkia na kuhakikisha, eh, wanaukuza ama kuulea ili ufikie kwenye hatua kama hii uliopo sasa hivi? TIC imekuwa ni mchango mkubwa na ni mlezi mkubwa wa kiwanda hiki, na bado wameendelea kuwa walezi mpaka sasa, anavyoongea na wewe, bado wameendelea kututembelea, bado wameendelea kutusapoti pale ambapo tumekuwa tukikwama, TIC wamekuwa tuk wakitukimbilia na kutusaidia. Kwa hiyo mimi nitoe shukrani zangu za dhati za, za za za kabisa kwa, kwa, kwa mchango huu tunaopata katika serikali hii ya Mama Samia Suluhu Hassan, daktari ongereni sana bwana Musa, asante sana naam. Ni meneja mkuu wa kiwanda hiki bwana Musa akitupitisha na kwenye namna ambavyo wamejidhatiti kwelikweli kuhakikisha kiwanda hiki e, pamoja na changamoto ambazo wamezitaja hapa, lakini wao vilevile kwa sehemu ya utatuzi na kikubwa kiushukuru serikali kwa kutengeneza mazingira rafiki na wezeshi kwa wao, na sasa na kukutanisha na wataalamu wa uzalishaji wenyewe. Sasa mwanzo yalikuwa ni maelezo ya maono ya uwepo wa kiwanda hiki na yale matarajio waliokuwa nayo, na sasa ni wenyewe wanao kuhakikisha bidhaa ambayo tunaitaraji imfikie mlaji kule e, mtaani ndio haa. Na kukutana nao nipo na Bwana Jumanne Ramadhan, yeye ni mdhibiti ubora na usalama wa chakula katika kiwanda hiki, anaenda kutueleza kwenye mchakato wa upatikanaji wa mafuta haya. Pengine tumpitishe mtazamaji hapa, ili ajue kazi kubwa ambayo ndio mtenda kuifanya mara baada ya kiwanda hiki kuwa e, kimekamilika kwa asilimia mia moja ikiwa hivi sasa mnaendelea na hizi shughuli lakini ni kwa hatua za majaribio, si ndio? hmm. sasa pale Yeah, kiwanda kitakapokamilika kwa asilimia mia moja ni yepi yatarajiwa na ni mchakato upi mnaotupitisha kwao? Karibu sana Jumanne. Asante sana uh, tunategemea kiwanda kitakapokamilika tutakuwa tunafanya prosesi ya kusafisha mafuta yetu baada ya kuyakamua ili amfikie mlaji akiwa salama na ubora wa hali ya juu. Kwa timu iliyohapa hapa, ni sisi watu wa production ambao tunadhibiti ubora pamoja na usalama, tunasimamia process nzima kuanzia tunavyopokea malighafi mpaka bidhaa ya mwisho ambayo inaenda kwa mtumiaji. Mm-hmm. Na ninaona hapa piche, na, kwenye picha ambayo pia mtazamaji atakuwa naiona namna ambavyo hizi chupa za kimaabara zimejipanga kwelikweli. Nakumbukia uh, baiolojia ya na kidato cha pili kidato cha tatu hivi <laughs> hebu tuambie sasa kwenye huu mchakato wa hiki tunachokiona hapa. Naam. uh, kabla ya yote hapa ni refinery, sehemu pekee ambayo tunasafisha mafuta yetu na haya ni krudi ambayo ni mafuta machafu, baada ya mafuta ghafi tuseme, mm. ambayo bado hayajasafishwa haya mafuta yanakuwa hayamfai mlaji, kwa sababu bado yana vitu ambavyo havihitajiki na vina madhara kwa afya. Kwa hiyo inahitajika tuyasafishe haya mafuta yawe salama na ubora wa hali ya juu, ili mlaji yasimletee mletee madhara pindi atakapoyatumia. Tukishatoka hapa sasa, tunaenda prosesi ya kudili na rangi tu ya mafuta tukitoka hapa, rangi zimetofautiana. Kwa hiyo teknolojia ambayo inatumika hapa ni kutoa rangi tu mm. kuna vitu ambavyo vinafanyika ili kutoa hizi rangi ambazo zipo hapa, na tukishazitoa inaofuata ni bleached oil, kwa rangi itakuwa imepungua, lakini still bado kuna vitu ambavyo havitakiwi kwenye haya mafuta, bado tunaendelea navyo mpaka kuvimaliza vyote mm. tukishatoka hapa tunaenda dewaxing kwa kwenye haya mafuta kumbe, kulikuwa na bado kuna nta waksi ambazo hazitakiwi. Mafuta ya mtaani yale ukiyaweka kwenye jotolidi la chini labda nane sentigredi au kwenye friji utakuta kama vitu vimejiseto huku vyeupe zile ni waksi, nta hazitakiwi kwenye mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo tunaendelea kusafisha ili kuzitoa hizi, kwao hapa tunatoa zile waksi. Tukishatoa tunaendelea na prosesi ya mwisho ya kumalizia kabisa ambao ni deodorization. Huku tunatoa harufu mbaya deodorization. Tunatoa harufu mbaya kwa kutoa fatty acid ambazo zimebakia kwenye haya mafuta. Mwanzoni tulitoa fatty acid tukatengeneza sabuni, lakini huku tunatoa ambazo zile ambazo zimebaki kwenye mafuta zimeng'ang'ana, maana za mwanzo zile zinaitwa free fatty acid, hizi za huku ni fatty acid. Hapa ndio hatua ya mwisho ambayo inakuwa ni koya. Mafuta salama kwa ajili ya, ya mlaji kutumia. Naam, ni salama. Ongera sana na pengine kutoka pale kwenye mm. E, hii hapa mafuta rafi yeah. mpaka kufikia hapa kwa mchakato ambao ulikuwa unaueleza pale mm. E, Jumanne, yeah. Ni inachukua muda gani kutoka hapa mpaka hii hatua ya mwisho, mafuta ya kupikia ambayo yanafaa yanapatikana? Ah, ah, muda unaotumika kwa sababu prosesi ndefu zaidi inayotumika ni dewaxing, ambayo yenyewe inatumika inatumia masaa ishirini na nne huku proses zingine ni muda mchache sana, ila ikishafika kwenye dewaxing unapunguza temperature joto mpaka linafika around 8 degree centigrade, alafu na yacha ili yajitenge. Baada ya masaa final oil inaweza ikatoka. hongereni sana. Mm. asante sana hivi ndivyo tulivyokupitisha kwa siku hii ya leo kutokea kwenye kipindi hiki cha Wekeza Tanzania ndani ya mkoa wa Singida katika kiwanda cha mafuta cha Wildflower

Company Limited ambacho kwa kweli kimejidhatiti vilivyo kuhakikisha kwamba ile adha ya mafuta pamoja na kwamba wamejiwekea lengo la kuzalisha eh, tani zipatazo elfu ishirini kwa mwaka, lakini wanasema wanatamani zifike mpaka tani elfu hamsini kwa mwaka ili kusaidia zile harakati za serikali katika kukabiliana na adha ama upungufu wa mafuta ambao umekuwa ukisababisha serikali kutumia mabilioni ya shilingi, eh, ya shilingi katika kutafuta mbadala wa mafuta yanayozalishwa hapa nchini ili kuwa iza mafuta nje ya nchi katika kuhakikisha ile nakisi basi ina uh, zibwa kabisa na mafuta yanakuwa mengi, basi ni kushukuru sana kwa wasaulo utenga kufuatilia kipindi hiki cha wekeza Tanzania kutokea hapa mkoani Singida kwa siku hii ya leo. Kinakuwa hakina la ziada, mimi ni Asher Thomas, kwa niaba ya mtayarishaji wa mara zote na mtangazaji wa kipindi hiki wa mara zote Vumilia wa Mwasha, endelea kufuatilia kipindi hiki cha wekeza Tanzania. Wakati mwingine ni kutakia tutazamaji mwema vipindi vinavyofuata hapa TBC 1 hadi wakati mwingine, amani endelee kuwa nawe. Uwekeza Tanzania imeletwa kwako na Azania Bank. Siku moja nikiwa njiani nilipata ujumbe wa kufanya malipo, nilichanganyikiwa kimtindo. Nikadaka boda chap mpaka kuelekea benki. Ehe, benki sikuwa peke yangu tena, taimu ilisonga kinyama na tayari kitambo walikuwa wameshafunga. Ndipo nilipokumbuka kumbe nina mkombozi. Chap nikawasha app ya Azania Bank Nikafanya malipo na kulipa bili zangu zote. Cha kushangaza wote walihitaji kufahamu. Hata kwako pia ni rahisi sana. Ingia kwenye app au mtandao wa Azania Internet Banking, bonyeza menu, nenda GEPG payment, ingiza control namba, kisha bonyeza verify. Chagua akaunti ya kulipia na kiasi, bonyeza pay, kamilisha muamala. Azania Digital benki kapopote.